Naam, karibu tena. Turejelee taarifa yetu ya awali ambapo vijana chipukizi humu nchini wamehimizwa kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha ukweli na haki unadumishwa humu nchini. Wakati wa ibada ya maombi ya madhehebu mbalimbali iliyoandaliwa katika kanisa la All Saints Cathedral jijini Nairobi, kwa heshima ya vijana waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano ya mwezi Juni mwaka uliopita ya kupinga mswada wa fedha, vijana walihimizwa kuwa jasiri katika kuhimiza uwajibikaji na uongozi bora. Ibada hiyo imeandaliwa siku chache tu kabla ya maandamano mengine ambayo yamepangwa kufanyika tarehe 25 mwezi huu. Huyu hapa gladi... Sasa na maelezo zaidi. Jumapili alasiri mamia ya vijana almaarufu Gen Z walifurika kwenye kanisa la All Saints Cathedral kwa ajili ya ibada ya maombi ya pamoja kwa heshima ya waathiriwa waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano ya mwezi Juni dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka 2024. Hafla hiyo ya maombi ya zaidi ya saa mbili iliyohudhuriwa na waumini kutoka madhehebu mbalimbali iliwahimiza vijana kuendelea kushinikiza serikali kuhakikisha kuna uwajibikaji na utawala bora nchini compensation for the families of those who lost loved ones and we want to com uh, commit the church the church will stand with all the people of Kenya and all the problems that they are going through kila chance wakipata ni kutupatia threat, daily manslaughter na shanganani kesho ataongozwa tension is getting hotter. kwa bari ya vijana atindi life ilimgonga listen to them wakibadilisha stori ya tio alijinyonga alikuwa vicious na dream big, hakuna venye angejitia kitanzi. his love for the people ilijulikana mtaa kwa bidii yake na kazi. he was not a thug, just because mli cross path akitetea zake haki. madhe amewachoa not just as a widow, amepoteza sons. future yake iko wapi? maombi hayo yalipokuwa yakiendelea wazazi waliopoteza wana wao wakati wa maandamano hayo walisimulia hisia mseto, kile walichotaja kuwa maisha ya jinamizi kufuatia kuwapoteza wapendwa wao. Alikuwa second born Herik, alikuwa mtoto mwenye bidii. Siku hiyo ya 255 ile rabasi ya bluu alivaa, ni mimi nilimpatia. nilikuwa na yeye asubuhi, huku nikikuja Nairobi, lakini ka, sikujua kama hii yote itatokea kwa hivyo na, nilikuwa naomba mtuombee sisi kama familia tafadhali, naomba mtuombee sana. Sasa yebaki ni Mungu, sio ni Mungu tu, lakini rais kama anatusikiza akiwa ata na utu hata kidogo, hata mnyama ako na utu, akiwa na utu hata kidogo atuangalie kama wasasi tunaumia, japokuwa hawezi rudisha mtoto wangu, haisirudi hakuna kitu, nimebaki hivi, hakuna hata mwenye ananishika mkono. Jameni viongozi, hakuna hata mwenye amenishika mkono mimi, nashanga sana. Ibada hiyo ya ukumbusho pia ilitoa fursa ya kulipa kanisa mwelekeo huku, walionena wakitoa wito kwamba kanisa halifai kukaa tutwe na kutazama huku Wakenya wakiendelea kudhulumiwa. Coming together as churches, is to tell everybody that the Gen Z's who died and who are being killed are children. And we can't stand idle as, and watch as they die. Baadhi ya viongozi wa upinzani waliohudhuria ibada hiyo walitoa wito wa haki kupatikana kwa waathiriwa na kusitishwa kwa matumizi ya nguvu kupita kiasi na maafisa wa polisi. We need to stand together in solidarity. We call again On the police to now know the world is watching. If they come out and shoot Kenyans on the 25th, things will never be the same again. Ibada hiyo ya ukumbusho inajiri siku chache tu kabla ya maandamano ya kitaifa yaliyopangwa mnamo Jumatano tarehe 25 mwezi huu kuadhimisha mwaka wa kwanza wa maandamano hatari ambapo polisi waliwapiga risasi na kuwaua waandamanaji waliopinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Nikiripotia Darubini Wikendi, naitwa Gladys Mongai.